Ukraine inasema ndege zake zisizo na rubani ziliharibu ndege za vita za Urusi zenye thamani ya mabilioni ya dola za Marekani kwenye mji wa Siberia, hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa Kiev kutekeleza mashambulio kwenye mji ambao Moscow haikufikiria jeshi la Kiev linaweza kufikia. Emmanuel Makundi na maelezo zaidi. Katika taarifa yake, Ukraine imesema iliharibu ndege vita zenye thamani ya dola bilioni saba zilizokuwa zimeegeshwa katika viwanja vinne tofauti vya kijeshi, picha za video ambazo hazijahakikiwa zikionyesha ndege zikiwaka moto. Jeshi la Ukraine linasema lilitumia makontena kusafirisha ndege zisizo na rubani ambapo alitumia rimoti kuzirusha na kulenga ndege za kivita za Urusi zaidi ya 40. Mashambulio haya Ukraine ya Ukraine yamefanyika saa chache kabla ya baadaye hivi leo ujumbe wa Kiev na Moscow kukutana mjini Ankara, Uturuki kwa mazungumzo ya kujaribu kupata suluhu ya mzozo unaoendelea ingawa kuna matumaini finyo ya kufikia mwafaka wowote.